Nchini Kenya, kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba, wanasiasa wa upinzani wanaonekana kuanza kujipanga kwa lengo la kupambana na rais William Ruto anayetarajia kutetea nafasi yake. Siku ya Jumanne, wanasiasa watano wa tano upinzani wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, kiongozi wa chama cha Waipa Kalonzo Musioka, waziri wa zamani wa usalama Fred Matiang'i, miongoni mwa wengine, walikutana jijini Nairobi ili kuunganisha nguvu kuelekea uchaguzi huo. Je, wanasiasa hawa watamteua nani kupeperusha bendera ya muungano wao, na je, wanaweza kumtikisa rais Ruto? Kwenye makala ya Wimbi la Siasa wiki hii, mimi ni Victor Abuso. Kwa njia ya simu naungana naye Terostod Lenga, yeye ni mchambuzi wa siasa akiwa Nairobi. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana, lakini pia tunaye Edwin Kegoli, mchambuzi wa siasa na masuala ya uongozi. Karibu sana kwenye makala ya wimbi la siasa. Asante. Nianze nawe, bwana Terostod, nini ambacho unafikiri kimewaleta pamoja wanasiasa hawa wa upinzani? Ni jambo ambalo kila Mkenya analizungumzia kwa sasa, maanake kila Mkenya amesongwa na mambo mengi sana. A, kuna matatizo ya makato ambayo yameongezeka kuna matatizo ya hali ngumu ya maisha ambayo inazidi kumsumbua kila mwananchi wa kawaida hapa nchini Kenya. Basi mambo hayo yote yameweza kubuni mirengo ambayo lazima ijaribu, uh, kwa kujizatiti tu kuweza kuing'atua hii serikali mamlakani. Bwana Edwin, kwa mtazamo wako unafikiri uh, hizi ni dalili kwamba uh, tutarajie muungano mpya wa wanasiasa wa upinzani wakija pamoja Kenya inapokaribia uchaguzi mwaka elfu mbili na ishiri na saba Naam, ni ishara tosha kwamba viongozi hawa wanajaribu kubuni muungano ambao utaweza kubwaga rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Ni ishara kwamba basi wameanza kuweka mawazo pamoja na kutafuta mbinu ambayo watakayotumia ili kumteua mgombea ambaye atamenyana na rais William Ruto, na ijulikane kwamba baadhi ya viongozi hawa wamekuja pamoja si kwa maana wanaunganishwa na sera ama wana ruwaza ya kupeleka Kenya mbele, na sisemi kwamba hawana, lakini ukibaini kama lengo ni kumtoa Rais William Ruto, basi itawalazimu kuweza kuweka ubabe wa kisiasa, tofauti zao za kisiasa, na kubuni sera kabambe ambazo zitanadiwa kwa Wakenya na kuweka kampeni ambayo itakuwa ya kiasi cha haja kuweza kumng'atua Raila William Ruto, na itabainika ama itakuwa ya muhimu kuweza kujua ni wapi haswa Raila Odinga atasimama. Bwana Alenga Kegoli ameibua swala moja hapa ambalo pia ningependa kupata mtazamo wako. Je, unafikiri kinachowaunganisha wanasiasa hawa ni kile ambacho wangependa kuwafanyia wananchi wa Kenya au wanataka tu kumwondoa rais Ruto madarakani, ambaye wengi wamekuwa wakimkosoa namna anavyoongoza nchi? Nafikiri bwana Abuso, sasa hivi ni watu kuweza kubuni tu muungano ambao utaweza kumwondoa mamlakani, a, rais William Ruto. Baada ya hapo basi, Wakenya wana fursa kubwa kuweza kukarabati taifa lao kwa jinsi yoyote wanavyotaka. Maanake kumbuka kwamba kuweza kuli uh, karabati taifa si hatua ya siku moja, uh, si hatua ambayo inaanza leo na inakamilika leo bali ni, ni safari ni safari, na safari hiyo uh, saa hivi chanzo chake ama mwanzo wake utakuwa tu kuweza kubadilisha kwanza hatamu za uongozi, na tunapoweza kubadilisha hizo hatamu za uongozi, basi masuala mengine madogo madogo yatashughulikiwa hapo mbele tunavyozidi kusonga. Uh, basi hawa walipokutana ukiwaangalia ni watu ambao hata falsafa zao za kiutawala zinatofautiana pakubwa sana. Lakini kwa sasa hivi lile ambalo linawaleta pamoja ni kuweza kubadilisha mfumo wa uongozi. Kegoli, jina Fred Matiang'i linakodolewa macho sana, kila mmoja anamwangalia. Na hivi karibuni alirejea nchini, huyu alikuwa ni waziri wa zamani wa usalama wakati wa uongozi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Unafikiri kwa nini kila mmoja anamwangalia yeye? Ni kwa sababu ya utendakazi wake. wakati alipokuwa waziri wa elimu, alileta mageuzi si haba katika wizara hiyo ya elimu. Tuliona um, maswala ya udanganyifu katika mitihani ya kitaifa ikiweza kupunguka tuliona akiweza kuwatoa kijasho walimu wakuu, uh, na bodi simamizi za shule wakiweza kupatiwa kibarua cha kuweza kustahimili um, majukumu ya kuweza kuendesha shughuli za shule na elimu. Uh, katika maeneo mbalimbali na wakati ambapo pia alipochukua hatamu za uongozi katika wizara ya usalama vilevile vile, uh, tuliona kazi yake katika usimamizi ama kuendeleza maswala ya usalama katika taifa. Anajulikana kama kiongozi ambaye ana msimamo dhabiti na asiyeogopa na mchapakazi yule ambaye uh, hakai tu afisini bali anachukua muda kuenda mahali ambapo anahitajika kuwa uh, ili kutazama yeye mwenyewe jinsi maswala yanavyofanyika katika uh, maeneo mbalimbali naam. Labda kwa kifupi sana uh, labda unaweza ukasema neno kuhusu hilo uh, kwa nini anaangaziwa sana? Lazima tuangalie kwa pande mbili. Upande wa kwanza ni hali yake katika utawala, amekuwa amechangia vipi katika Uh, nyadhifa ambazo wameshikilia hapo awali, aliwajibika ama hakuwajibika. Pili ni yeye mwenyewe kama mwanadamu ama kama mtu anavyoendeza mambo yake na vile anavyofanya mambo. Uh, kuna wengi sana ambao wamegusia jinsi vile alivyokuwa na ukali uh, katika wakati ambapo walikuwa wanashikilia hatamu ya uongozi katika kama waziri wa mambo ya ndani. Um, lakini kwa muktadha mkuu ni muhimu kwamba watu kuelewa kwamba uh, wakati mwingine serikali ina wahudumu wake, na hawa wahudumu lazima wanapata maagizo kutoka kwa rais na mambo wanayoyafanya wakati mwingine labda yanakiuka uh, yale yaliyo katika moyoni mwao. Na muda wetu umeyoyoma kwelikweli, lakini kwa sekunde chache zilizosalia uh, bwana Edwin Uh, Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu rais anasema kwamba hawa uh, wanasiasa waliokuja pamoja basi ndio watakomboa uh, nchi ya Kenya. Uh, kwa mtazamo wako, nafikiri kwamba wanaweza kumtikisa rais William Ruto katika uchaguzi ujao? Naam, italingana jinsi watakavyojiandaa katika mchakato mzima na jinsi nilivyosema hapo awali, ikiwa wata shikana na kuweza kuweka tofauti ama ubabe wa kisiasa kando na kuweza kuchukua kiongozi ambaye anaweza kukubalika kwa Wakenya kisiasa na waweze kupata um, usaidizi wa kifedha kuweza kuweka kampeni ambayo itamtikisa William Ruto, basi watafaulu. Nam bwana Trostod, unamaliziaje wale ambao wame wamesimama upande mmoja kuweza kumpinga William Ruto, wana, ni viongozi ambao wana tajriba katika uongozi wa nchi hii. Ni viongozi ambao wamekuwa katika serikali mbalimbali, wanaelewa mambo mengi sana, na mwenye kuweza kumtoa mamlakani William Ruto lazima awe mtu ambaye anaelewa serikali vizuri, anaelewa jinsi mambo anavyopangwa ili aweze kumwondoa katika ile hali ya kujipanga vizuri kabisa. La pili ni kwamba tunapoelekea elfu mbili ishirini na saba kila mwananchi anaelewa kwamba ama wale ambao wanakusudia kumpinga William Ruto lazima waelewe kwamba yeye ni mtu ambaye anapenda siasa za mashinani na siasa za kuweza kuwafikia watu moja kwa moja katika matabaka mbalimbali mbali. Basi hawa wakijipanga kwa upande mmoja na pia wao wakaanzia siasa zao mashinani, wakija juu, wataweza kumpata pale na waweze kusaidia wananchi kubainisha kati yake na wao nani aliye na ruwaza ya manufaa kwa ajili ya mwananchi wa kawaida. Na kumbuka kwamba mambo ambayo serikali hii imejiingiza ndani ni mengi sana hapa nchini, ughaibuni na hata kwa majirani zetu wa kando kando. Basi kama kuna wanasiasa ambao watachukulia hayo yote um, yale makosa ambayo serikali hii imefanya na wakaweza kuyazingatia katika kampeni zao, basi watazidi kuishushia hadhi hii serikali na kuweza kui maliza katika uchaguzi wa 2027nam. Kufikia hapo tunafika mwisho wa makala ya Wimbi la Siasa wiki hii. Asante sana Alenka Terustod, mchambuzi wa siasa, ukizungumza nasi ukiwa jijini Nairobi. Asante sana, ni kushukuru pia Edwin Kegoli, mchambuzi wa siasa na masuala ya uongozi, pia ukizungumza nasi ukiwa jijini Nairobi. Asante hadi wakati mwingine kwenye makala ya wimbi la siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.